Na scarification na yenyewe tumeagiza tumeagiza trakta, uh, kutoka Uturuki iko kwenye maji, lakini tumeona inachelewa, kwa hiyo tumeagiza trakta nyingine kutoka Tanga kwenye uh, kituo cha TFF, nyingine tumeagiza kutoka Zanzibar ili angalau zifike by kesho na tuhakikishe kwamba uh, zinafanya kazi ambayo ilikusudiwa, lakini pia tulielekezwa kuhusiana na uh, zile benchi za kukalia uh,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 nguo vya wachezaji na zenyewe tulikuwa nazo, lakini zilikuwa na brand tofauti. Tumeshafanya taratibu za kimanunuzi kuhakikisha tunabadili uh, brand ambayo ilitajwa kwenye kimkataba na kuhakikisha kwamba inafungwa ili tusikwame kwenye eneo hilo. Lakini pia kwa ajili ya mchezo huu kunatakiwa kuwa na player tunnel, na yenyewe ni ya kufunga tu ina, tunayo bahati nzuri inahitaji marekebisho machache, na yenyewe tumepeana masaa 48 mpaka siku ya Alhamisi hapa itakuwa tayari, kwa hivyo Ijumaa tutakapokagua tutakuwa na player tunnel ambayo iko tayari pia. lakini pia kulikuwa na lockers kwenye vyumba vya waamuzi na zenyewe tunazo na zinafungwa leo hii, ndani ya masaa 24 zitakuwa tayari. Lakini la mwisho kulikuwa na training site kwa ajili ya timu uh, wageni ambao watakuja. Na tunavyo viwanja kadhaa, tuna Major General Samuel iko tayari, tuna Mo Arena kule iko tayari na yenyewe na tunaamini wageni wetu watapata nafasi ya kufanya mazoezi uh, uh, kama ambavyo inatakiwa, na viwanja hivi vitakidhi mahitaji yao kama ambavyo wangependa hivyo. Kwa kwa kwa nasema tunakuja, ni, ni historia, kombe litakuwa uwanjani na tunategemea watanzania wengi zaidi elfu sitini na tatu, sio, sio idadi kubwa sana kulinganisha na population yetu kama nchi, lakini angalau kutakuwa na watu elfu sitini na tatu ambao wameshuhudia wenyewe kwa macho yao mbungi hii ikipigwa hapa na hata inatia raha pia kuona hata kama umekaa nyumbani kwenye TV, mbungi inapigwa kwenye uwanja ambao wewe unakuja kuangalia mechi nyingine kadhaa hapa, lakini inachezwa mechi ya kiwango hiki ambako inakwenda kuchezwa. Kwa hiyo uh, maelekezo ni ya moja kwa moja. Kama nilivyosema mimi, jana nimepata fursa ya kuongea na Mheshimiwa Rais usiku na haya ni maelekezo yake ya moja kwa moja ambayo tunakuja kuyatekeleza, lakini pia ameniambia niwape salamu hizi kwamba kwanza yeye amefurahi sana uh, na matokeo ambayo Simba imeyapata kwa kufuzu kufika fainali ya kombe hili la shirikisho, na ameongeza ile zawadi ya goli la mama inatoka sasa milioni ishirini kwa goli imekuwa sasa milioni thelathini kwa goli kutoka kwa Mama Samia lakini